Ya Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa majina yangu naitwa Gibson Elizeusi, na naomba nishe na wewe kitu kimoja katika siku hii ya leo. Unajua, ukisoma Biblia, tume Paulo anamwandikia Timotheo, anasema kwamba siku za mwisho kutakuwako nyakati za hatari, na anazungumzia mambo mengi ambayo ya anayataja pale. Sasa hizo nyakati za hatari zinazotajwa zitakuwepo katika siku za mwisho Sio kwamba watu watakuwa wanatembea njiani wanakutana na simba wanakutana na mabomu au kutakuwa kuna vita. Nyakati za hatari zinazotajwa pale inazungumziwa, ni hatari za kiroho, vitu ambavyo Wakristo watakuwa wanakutana navyo kwenye wokovu wao, vikiwa na lengo la kuwadhoofisha na kuwavunja moyo na kuwakatisha tamaa ili waweze kuacha safari ya wokovu. kwa hiyo nyakati za hatari zipo huwa unahitaji huwa hauhitaji, zinakuja na zipo tena, zinakuja wakati ambapo haujakusudia hata haujadhamiria, unashangaa tu hatari imetokea. Lakini hata nizungumzie njia moja inayoweza kukusaidia kuweza kuwa salama katika nyakati za hatari. Tukisoma Biblia kwenye kitabu kile cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya tano na ule mstari wa nne. Anasema lakini kila kilichozaliwa na Mungu na kushinda ulimwengu, na huku ndiko kushinda kushinda kwa ulimwengu hiyo imani yetu. Umeona, anasema kila kilichozaliwa na Mungu kina asilimia mia za kushinda ulimwengu, lakini kuweza kuushinda ulimwengu ni ile imani yetu. Imani ni uhakika tulio nao kuhusu Mungu. Imani ni mahusiano ya mtu na Mungu. Imani ni karama ya Roho Mtakatifu Ziko tafsiri nyingi za imani, lakini anasema hiyo imani yetu, huo uhakika wetu kuhusu Mungu, huo ushirika wetu wa mioyo yetu na Mungu unatusaidia tuweze kushinda changamoto zote tunazokutana nazo. Nataka nikwambie tu, hata kama unapitia changamoto za namna gani, kama bado mahusiano yako na Mungu yako sawa, hakuna chochote kinachoweza kukuzuia. Hata kama vingeinuka changamoto na majaribu ya namna gani, hakikisha msingi wa mahusiano yako na Mungu umewekwa kwenye uhakika, kuamini kuhusu Mungu, alafu utaangalia, hakuna vita inayoweza kukushinda wala kukuzuia. Barikiwe sana mtu wa Mungu.